Mpaka sasa idadi rasmi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko hayo ni zaidi ya mia mbili, lakini hofu ya kufikia vifo zaidi ya mia saba inatokana na watu hao mia tano kutojulikana waliko, huku shughuli za uokoaji zikisitishwa. Serikali imesema kuwa shughuli za uokoaji zimesitishwa kwa sababu mamlaka haiamini tena kama kutakuwa na mtu yeyote ambaye bado anaweza kupatikana akiwa hai mafuriko hayo yanayosemekana kuwa mabaya zaidi katika kipindi cha miaka 60 kwenye eneo hilo kutokana na mvua kubwa kunyesha kuanzia Alhamisi ya wiki iliyopita. Kama sehemu ya juhudi za kuzuia magonjwa katika eneo hilo, serikali kupitia mamlaka husika itaanza kutafuta maiti zilizofukiwa chini ya ardhi, huku kukiwa na uharibifu mkubwa wa makazi, miundombinu na mali za watu. Wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na mafuriko wamesema mafuriko hayo yamewacha katika hali mbaya na kwamba walishuhudia nyumba na familia zao zikisombwa na maji. Shirika la msalaba mwekundu la Nigeria limetoa taarifa likisema kuwa mafuriko hayo yamesababisha hasara kubwa na dhiki karibu kila sehemu na ni mafuriko yasiyo ya kawaida, wakati huo msimu wa mvua ukiendelea nchini Nigeria. Mnamo mwaka 2024 Nigeria ilikumbwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa ambayo ilisababisha vifo, huku watu wakilazimika kuyahama makazi yao. Katika msimu wa mvua, baadhi ya maeneo nchini Nigeria yamekuwa yakikumbwa na mafuriko makubwa, kwani mwaka 2022 zaidi ya watu 600 walikufa maji, huku watu wengine zaidi ya milioni 1.3 wakikosa makazi. Victor Robert Wille, Azam News. <mucho>